Itakuwa na kama urefu wa kilomita 6 plus kujumlisha na tatu ambazo tayari zina barabara ya lami zile ambazo mnazifahamu pale ambazo pale zinaboreshwa kwa kuwekwa taa na kuweka maeneo ya watembea kwa miguu. Kwa jumla, huyu bwana anatakiwa kuwa na barabara yenye urefu wa kilomita 10.3. Sasa huyu bwana amesha saini mkataba. Baada ya kusaini mkataba, mkataba huu aliusaini mwaka jana. Baada ya kusaini mkataba wetu, serikali imejipanga chini ya mheshimiwa Dr. Samia na sisi kwetu kama Tamisemi, mheshimiwa Waziri wetu wa Tamisemi ndugu yetu Mchengerwa wamekwisha mlipa huyu bwana pesa ya kuanzia kazi. Waswahili husema mgeni njoo mwenyeji apone, kauli ambayo hapa leo inadhihirishwa dhahiri na wakazi wa eneo hili mara baada ya kufika kwa mkuu wa mkoa shabaha ni moja tu, kuhakikisha eneo hili linapatiwa barabara yenye uhakika ili kutoa suluhu ya changamoto zinazowakabili wananchi wa eneo hili. mimi ni Rajab Chwaya, asante sana Chwaya. Wananchi kutoka kaya mia tatu kumi na tisa manispaa Musoma mkoani Mara wameathirika na mvua ya upepo iliyoonyesha usiku kwa mke Machi ishirini na nne mwaka huu ambaye imezua pale nyumba zao sambamba na kudondosha baadhi ya majengo ikiwemo nyumba, majengo ya biashara na miundombinu mingine. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambe amefanya ziara ya kutoa pole kwa waathirika sambamba na kufanya tathmini ya hasara iliyopatikana. Taarifa tulizo nazo ni kwamba kaya takribani mia tatu kumi na tisa ziliathirika. Kuna maeneo mbalimbali yaliyopata madhila hayo, ikiwa ni pamoja na majengo ya taasisi za serikali, ikiwa ni pamoja na TANESCO, TTCL. Kuna uwanja wa chama pale, uwanja wa Karume na wenyewe umeharibika. Kuna magodown ya serikali ya, ya kuwekea tunzia mbolea na yenyewe yamepata madhara Halafu na nyie watu binafsi kaya hizo nilizosema mia tatu kumi na tisa. Hata hivyo Mtambe ametoa wito kwa waathirika hao kupendana na kusaidiana katika hali ambayo ipo kwa sasa, ili serikali kufanya tathmini na kuona namna ya kukabiliana na tatizo hilo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amenituma nikupeni pole na nikuhakikishieni kuwa serikali itachukua hatua zote ili kuhakikisha kwamba maisha yenu yanarudi katika hali ile iliyokuwepo pale awali au hata kuwa bora zaidi ya pale. Kamati ya ushauri ya mkoa wa Dodoma ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Rosemary Sinyamuli imepokea na kuridhia mapendekezo ya kuyagawa majimbo mawili ambayo ni jimbo la Dodoma mjini na Chemba. Akizungumza leo Dodoma katika mkutano wa RCC mara baada ya kupokea mapendekezo hayo, mkuu wa mkoa Dodoma Rosemary Sinyamule amesema mapendekezo hayo yamelenga kuboresha huduma kwa kuzingatia majimbo kwa makubwa, ili kukidhi upatikanaji wa huduma za haraka kwa wananchi katika maeneo hayo walipokubaliana wilayani kwa amani wametokana na sisi, mkoa umefanya kazi hii kwa urahisi zaidi, kwa dhamira hiyo ya kuongoza, ya kuongeza uwakilishi wa wananchi kwenye wilaya ya Dodoma na wilaya ya Chemba. Kazi iliyobaki ni wenzetu ambao wako tume, tutaendelea kusubiri majibu. Kama watakuja kuturidhia kama tulivyoomba, basi kuna watu hapa wataanza mkao wa kula. Kuna majimbo mawili yatakuwa hayana mwenyewe huko, yanangoja mtu mpya aingie fursa. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini Anthony Mavunde anaeleza mtazamo wake juu ya ugawaji wa majimbo hayo. kwa Dodoma mjini, kama inavyofahamika, Dodoma mjini ndio jimbo lenye kata nyingi kuliko jimbo lolote Tanzania nzima tuna kata 41, tuna mitaa mia mbili na ishirini na mbili, lakini vile tuna idadi ya watu wasiopungua laki saba na sitini na tano elfu. Lakini kuwafikishia wananchi huduma kwa haraka, tuliona kuna sababu kubwa ya kuweza kuligawa jimbo hili na mapendekezo yamekwisha kuwasilishwa. Kwa hivyo tunasubiri vikao vya juu viweze kukaa hasa vya kuhusisha tume huru ambao wao ndo watakaotoa maamuzi ya mwisho kwa sababu ya ukubwa wa eneo letu na hasa katika idadi na ukuaji wa kasi wa jiji la Dodoma, ambao kwa hivi sasa kuna ulazima kuwepo na namna nzuri ya kusogeza huduma jamii na kimaendeleo kwa wananchi kwa kuwa na uwakilishi wa zaidi ya jimbo moja. Wananchi zaidi ya elfu nne katika kijiji cha Myula, wilaya Nkasi, mkoani Rukwa wanatarajia kunufaika na mradi wa maji safi na salama kupitia mradi wa visima vya maji mia tisa vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 60 mkoa ni Rukwa. Anasimulia zaidi. Akizungumza na wananchi wakati wa wakati wa uwekaji wa jua la msingi katika mradi huo, mkuu wa wilaya ya Nkasi, Peter Ambrose Jorikali, amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha kila mwananchi mjini na vijijini anapata huduma ya maji safi na salama. Sisi wilaya nzima ya Nkasi tumekuwa misima kumi na moja misima hivyo ndio kipo hapa miuga <coughs> hiki ambacho unakiona wetu hautaishia tu hapa maana yake utakuwa unatoa ruhusa ya wananchi wanaoweza kuvuta kuelekea kwenye nyumba zao. Mvute maji kutoka hapa kuja kwenye nyumba zenu mwakilishi wa meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira mjini na vijijini RUWASA wilaya Nkasi Muhandisi Rafael Julius amesema kuwa mradi utakapokamilika utazalisha lita elfu kumi ambao utahudumia wananchi takribani elfu nne mia tatu sitini na moja. Mradi huu meulaii kiasi cha shilingi milioni kupitia programu ya kufikisha maji menuma mbali wayana unyuma. Gharama hizi zinahusisha uchimbaji wa kisima kirefu, ujenzi wa nyumba ya mitambo yenye vichocheo vya maji sita kununua tanki la maji lenye ujazo wa lita elfu kumi, kununua pampu ya kuifunga, kuweka umeme wa TANESCO, kujenga mfumo wa rais wa kutibu maji na kufanya majaribio ya kusukuma maji. Kwa upande wao, wakazi wa kijiji cha Myula wameipongeza serikali ya awamu ya sita iliyoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwafikishia maji wananchi hao kijijini hapo kupitia programu ya visima 900. Tumepata shida sana ya maji kwa miaka mingi, kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia kwa sababu ametoa kwa upendo wake kutuletea maji. Tulikuwa tukitoka saa saba, saa nane visimani tunakuta maji hamna, watu wamechota, wanashinda kuanzia saa moja mpaka saa tisa mtogu visimani. Ni kiarifu kutoka halmashauri ya wilaya ya Nkasi mkoani Rukwa, naitwa Poma Tesi wa Clouds. Umoja wa Mataifa umeonya kwa kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa kunaweza kukatiza juhudi za miongo kadhaa za kupambana na vifo vya watoto na atakurejesha nyuma mafanikio yaliyopatikana. Ripoti ya shirika hilo imeonya kwa athari za kukatizwa kwa pesa za misaada itakuwa mbaya zaidi katika mataifa ambapo viwango vya vifo vya watoto wachanga tayari ni vya juu mno, kama vile katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara na kusini mwa Asia. Katika taarifa ya mkuu wa shirika hilo la UNICEF amesema kupunguza vifo vya watoto vinavyoweza kuzuilika ni mafanikio makubwa, lakini akaongeza kuwa bila kuwapo kwa sera sahihi na uwekezaji wa kutosha kuna hatarisha kurudi nyuma kwa hatua za ufanisi zilizopigwa. <mulia> na maafisa wa afya wa Kipalestina wamesema mashambulizi ya usiku kucha yaliyofanywa na Israeli yamesababisha vifo vya takriban watu 23 katika ukanda wa Gaza kwa mujibu wa hospitali ya Nasir ambayo imepokea miili mingi pamoja na majeruhi kadhaa tangu kuanza tena kwa mashambulizi ya Israeli katika ukanda huu wa Gaza wiki iliyopita. Waliouawa ni pamoja na watoto watatu na wazazi wao katika shambulizi dhidi ya kambi moja karibu na mji wa kusini wa khan Yunis Ayana jiri. Wakati Israeli imesema mwandishi mmoja wa habari wa shirika la Aljazira ameuawa Gaza kutokana na shambulizi la mlenga shabaha wa Hamas. Wakati wa huo, mmoja wa wakurugenzi wa filamu iliyoshinda tuzo ya Oscar kwa jina la No Other Land, Hamdan Balal bado hajulikani alipo baada ya kupigwa na walowezi wa Kiyahudi na kuzuiliwa na jeshi la Israel. Kwa niaba ya mwandaji News Flash flashi siku ya leo, Anisha Silvester, mimi ni Mbarouk Khaan, kwa heri.